Siasa. Sasa jambo ambalo ni la ajabu, haya yote nadhani ndiyo ambayo yalikuwa baadhi ya malalamiko ya waandamanaji, lakini ajabu, wanaharakati wa mtandaoni pia hawajafurahishwa na hili. Wanaharakati wa mtandaoni tayari wameanza kuishambulia tume, tayari wameanza kumshambulia rais kwamba kwa nini unaielekeza tume cha kufanya tayari wameanza kuinyima tume uhuru wake, yani kwamba sasa tume ikaogope kufanya uchunguzi. Ndugu zangu, tujiulize, wao walianza kutunyoshea vidole, baadhi ya watu kutuambia, wale mafisadi wale wanahela zenu za kodi, na watu bila kupeleleza bila kuchunguza bila kujiridhisha, wakachukua hatua ya kwenda kuchoma vitu vya watu, wakachukua hatua ya kwenda kudhuru watu wakachukua hatua ya kwenda kuharibu miundombinu inayosaidia watu. Lengo ni kuwakomoa Watanzania, ikiwemo hata kuwakata vidole wale waliotoka kupiga kura. Sasa wanaogopaje uchunguzi, ili hali kwenye hii hotuba ya leo, mimi sijasikia popote pale ambapo rais Samia amemnyoshia kidole mtu yoyote. Hatujasikia jina la mtu yoyote likitajwa. Wanaogopaje uchunguzi? maneno yao ambayo hayakuwa na uchunguzi wala taarifa kamili ndiyo yaliyotufikisha hapa. Alafu hawataki tujisahihishe kwa kuanza na uchunguzi. Kwa nini wanauogopa huu uchunguzi? Je, wanawajua waliofadhili hizi hela, au na wao walihusika kwa namna moja au nyingine kuchochea kilichotokea? Mbona wamepanic ghafla? Vijana, tuendelee kuwa macho. Kadiri siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo maji na mafuta vinajitenga Leo hii watu wanaogopa tume ya uchunguzi, ili hali mwanzoni rais alipoanza kuhubiri kuhusu maridhiano wakasema kwanza tupate sababu. Sasa kwa nini kime kimetengenezwa kitu ambacho kitaenda kubaini sababu wamekasirika tena? Jibu ni lile lile, wametumwa. damu kwa sababu kama hawataki tume ambayo itachunguza sababu ya maandamano na vitu gani vilichochea ghasia iliyokuwepo, kama hawataki maridhiano, je, wanataka hizo haki za vijana, hayo matakwa ya vijana yasikilizwe vipi na yapokelewe kwa muundo upi? Kwa hiyo kuendelea kuchoma vitu moto, kuendelea kuteketeza uhai wa vijana, ndivyo ambavyo madai ya vijana yatasikika? Akili za kuambiwa changanya na zako. Kweli jana nimewaambia sana kuhusu propaganda, lakini it's high time uanze kufanyia kazi vitu vipya ambavyo zamani ulikuwa uvifahamu. Huwezi kuruhusu akili yako ijazwe propaganda tu, ukose hata muda wa kutafakari, kufikiri kwa utulivu, ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mtu alikwambia tuandamani kwa ajili ya kudai haki zetu sisi vijana, leo tena hataki tume ya uchunguzi wala hataki maridhiano. Kwa maana hiyo, hizo haki hayo madai ya maslahi ya vijana tutawasilisha vipi?